Right, msikilizaji dakika 32 zimekatika baada ya mida ya saa nane. Kibao hicho cha Bruce ni kibao cha Zaiko Langa Langa. Ndiyo kinatufikisha mida hiyo, kumbuka wale tuko tunaangazia tabia ambazo zinaudhi pale makanisani, ila kwa sasa msikilizaji, tutakuwa tunaangazia tabia ambazo zinaudhi miongoni mwa mapasta pale kanisani. So kuna wale wahubiri ambao kazi yao kuu eh? Kazi yao kuu ni kuhubiri pesa kuliko neno la Mungu, so they concentrate on the money. Kila ibada ni sadaka, mchango, begu hadi ujumbe unakosa roho ya kiroho hmm? Pia wengine wanajifanya yuko juu kuliko waumini, yaani yamejirank. Sehemu nyingine ambayo msikilizaji inasikilisha zaidi, anajiona ni kama yeye ni boss. Eh, eh. Inasikitisha msikilizaji, na hili ndilo swala ambalo linafanya baadhi ya waumini hawaendi kanisani. There some people ambao walikuwa wameshikilia kanisa sana, ile imefika wakati ambapo anasema afadhali tu nikae nifanye shughuli zangu kuliko kwenda kanisani, na anajitokeza kutokana na zile tabia ambazo zinajitokeza pale kanisani, miongoni mwa waumini, miongoni mwa wahubiri, msikilizaji. Uh, kuhukumu waumini hadharani, kumtaja mtu au kumshambulia mtu kupitia mahubiri, ina inaumiza sana kwa sababu at times unapata, kuna yule uh, muumini ambaye alikuja kwako kwa pastor privately, akasema pastor, mimi nimefanya kosa hili na hili ile sasa hivi nataka kugeuka, niombee ama nifanyie kitu, uh, ni, ninataka kubadilika. Anafika pale kanisani kwa mahubiri, anakuchamba na the same same words that we told him the things that we told him in secret. Kupendelea watu fulani, favorizing, ah, hii nayo sasa nimefukuza waumini kabisa. Iwapo kuna pesa iwapo wewe ni kiongozi ama iwapo wewe sasa ni mtu ambaye e, unajiweza kifulani, unakuwa favored kuliko wale watu wengine. Unapata wale watu matajiri, viongozi au watu wenye cheo, wanaheshimiwa zaidi kuliko wengine. Aha, kana na huyo. Kutumia kanisa kama biashara binafsi Uh, biashara linaendeshwa kama kampuni ya familia, hakuna uwazi wa fedha. So wakati ambapo sadaka zishaokotwa, treasurer mwenyewe wa kanisa, hizi pesa zinapotea tu, uh, zinaenda kuhesabiwa. Ikifika wakati wa maendeleo, hakuna pesa kwenye account and staff. So inakuwa ni kama ni kampuni fulani ambayo iko managed by a certain family. Uh, kana na hayo pia msikilizaji, um, kuna kuingilia maisha binafsi ya waumini kup, uh, kupita kiasi Eh, mtu anataka kuamulia ni nani utaoa, utaishi wapi au unaacha kazi gani? Yaani upate kazi anakuambia hiyo kazi hapana, hiyo kazi ni ya watu wanaotenda dhambi. Achana na hiyo kazi. Atakupa chakula. Swali langu ni je, atakupa chakula wakati ambapo uh, pale kwako kwa hakuna chakula? Pale kwako una pesa ya kulipa rent, atakupa. So wakati mwingine mimi msikilizaji, na niudhi zaidi wakati ambapo pasa anakuambia kuna kazi fulani ufai kufanya. Na the end of the day si kuiba, si kazi ambayo ni ni haramu. Unafanya kazi uh, ambayo unalipwa kila mwezi, alafu anakuambia kazi hapana, iendani na wewe, iendani na na uamini uh, watu ambao wanaamini, so unastahili kuacha ile kazi. At the end of the day msikilizaji, will he or she pay your bills? Kuna watu wameshikilia kanisa watoke hata kiambiwa wacha hiyo kazi, anaacha, unahangaika, unaparara pale nje mpaka unashinda wote wasape ni kwa nini niliacha kazi. Unatimiza madili wanayohubiri, unapata kuhubiri unyenyekevu, lakini anaishi maisha ya nasa kupindukia. So this is a person ambaye yeye, yeah, yeah. anakula mpaka kondoo <laughs> natumai umepata msikilizaji, anahubiri na anakula mpaka kondoo na anasema yeye ni mhubiri, anasema acha nini na um, mambo ya ya sijui cheating on your wives and stuff but still anakula mpaka kondoo. Inasikitisha zaidi msikilizaji. um, kukataa kukosolewa au ku, uh, kuulizwa maswali kila anayekosa anaonekana kama, um, kila mtu anayemkosoa mhubiri yeyote pale kanisani anaonekana kama mpinga uh, kazi ya Mungu au unapinga na unaona, this this guy or this person anawapeleka kubaya, anawaambia ukweli. so, wakati ambapo unauliza swali eh, unaambiwa utoke kwenye kanisa letu Hautakuja kumwambia pasta maneno yako. Kuchelewa, kukosa maandalizi ya mahubiri. Mahubiri hayana mwelekeo, ni adili tu, hakuna ujumbe unaojenga. Yeye at the end of the day akili yake yote iko kwa ile sadaka ambayo itatolewa hii Sunday. So anakuja pale, anapiga tu story, anapiga story, anapiga story, hakuna funzo ambayo anapatiana pale kwenye Biblia. Kutumia hofu na vitisho vya kiroho, ukiondoka hapo utalaaniwa. Ehhe, yeah, hizo ni mifano Ukikataa kutoa sadaka utafungwa, eh. Kumbuka hii ni unyanyasaji wa kiroho kanisani. Si lazima uende pale utoe sadaka, kama una so umeenda kuhubiri, umeenda kupata neno la Mungu. So kama sina sadaka nisije kanisani? Kwa sababu wakati mwingine unapata hauna, si ndio? Unakosa, lakini unatamani sana kuenda kanisani, lakini unajua tu mhubiri yuko rada, anaangalia wale watu ambao wanaenda wanasimama kwenda kutoa sadaka. Usipotoa nakutaja, asipokuona Uh, mwenda pale mbele anakutaja, alafu unasema nimetuma kwa simu, juu siku hizi mpaka kuna pay bill, kuna buy goods number, kuna pochi number, kuna send money pale kanisani. So wakati ambapo unasema nimetuma kwa simu, anakuambia nionyeshe ujumbe. Sasa hizo watu wana pesa ya kutuma, so inakuwa ni aibu kwako, next time hauta kanyaga hapo. Kumbuka hili msikilizaji, sio mapasta wote wako hivi lakini haya ni malalamiko halisi kutoka kwa waumini. Kanisa linapaswa kuwa mahali pa uponyaji, si hofu na presha. Yani unapo presha mako, ukiona pastor ndio ule unatoroka. Pastor asikie umepata kazi yeah? Asikie tu umepata kazi anajua sasa hapa hapa ndio pesa itakuwa inatoka. Si amepata kazi, nilimwambia akapata kazi. So anytime wanakupigia nitumie, nitumie na labda hata ile salari yako haitoshi. Ni kidogo tu ya kujisukuma na kukazana na maisha, lakini kila wakati yako nitumie, nitumie. Ah, msikilizaji, inasikitisha zaidi. Nimekueleza kuwa kumbuka si mapasta wote wako hivi, lakini haya ni malalamiko halisi kutoka kwa waumini. Kanisa linapaswa kuwa uh, mahali pa uponyaji na si hofu na pressure. Pale unafaa tu kwenda ujitulize. Eh, Unajituliza, unapata peace of mind, away from all the stress ambazo umekuwa ukipitia, away from changamoto za kimaisha, unaenda pale to find peace of mind, lakini pressure sasa ambayo iko pale kanisani, waumini wengi wanaacha kanisa. Msikilizaji, uko ndani ya Zembo ya Bakolo Sunday Edition, tukiwa kwenye sehemu ya pili ya Zembo ya Bakolo hii leo. Every Sunday tunaangazia tabia uh, tabia samahani, ambazo zinaudhi sana maeneo tofauti, pale mitaani, pale nyumbani. Na hii leo tunaangazia tabia ambazo zinaudhi pale kanisani pamoja na tabia ambazo zinaudhi miongoni mwa mapasta ama wahubiri. Zili kutegea Zembo ya Bakola, msikilizaji, pata burudani utakaporejea. Msikilizaji, unaruhusiwa kutuma request yako ya kibao chochote ambacho ungependa mimi agawe totoni nikuchezee. Kile ambacho nafanya ni rahisi zaidi, unatumia ujumbe mfupi kwenye SMS line yetu ambayo ni 0710 sita sufuri sita saba sita tatu au pia unaweza ukanipigia kwenye nambari yetu ya moja kwa moja ambayo ni sufuri saba kumi sita sufuri sita saba tisa tisa. Unileze agalto tu nataka unicheze kibao fulani charumba bodo ni charumba, nitakuwa nakuchezea ile. Kwa sasa pata kibao cha bros chake sindilika, usiondoke. Zili kutegea zembo ya bakolo kionami agalto Maureen Achieng.